Hayawi hayawi yamekuwa. Harmonize mwenyewe pia ameimba hivyo kwenye kidedea, hayawi hayawi yamekuwa. Eh, kidedea ndio hiki ambacho tunakiona hapa, kwa sababu yeye mwenyewe ameamua kuthibitisha mpenzi wake kwa sasa hivi ni nani, mara baada ya kushare video clip hii hapa ya Suraiya au Sanchoka, kwa namna ambavyo alikuwa anafahamika. Na video hii hapa Harmonize ameweka kwenye Insta story yake akisindikiza na nyimbo ya Influencer. So kama unataka kufahamu Harmonize amepeleka ujumbe gani kwa Sanchoka, basi sikiliza ngoma yake Influencer. Na ni moja kati ya video ambazo zimepokelewa kwa ukubwa sana. Watu wengi wakifurahia kuona hiki ambacho kinaendelea. Wengine wakijiuliza, hili ni la lini tena? Mbona ghafla? Lakini hii ni video clip ambayo inasambaa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Harmonize ameshare mwenyewe kwenye Insta story yake na watu kutafsiri amemtambulisha sasa rasmi Suraiya kama mpenzi wake mpya. Mimi simamilize uhondo. Video clip ni hii hapa, Suraiya akipokea zawadi yake maua, lakini kuna dola dola pale zimeonekana. So hii ni zawadi kwa Suraiya kutoka kwa Harmonize, na penzi limetambulishwa rasmi kwenye mitandao ya kijamii.